Kwamba ni mapadri wa wakachorini wanatoka Goma, Goma wanatoka Goma lakini, e, shirika hilo lilianzia kule e, Italia. Mwanzishi wake ni muitaliano na wanategemewa kufika Parokia teule Buganguzi tangu tarehe saba Aprili, yaani mwezi ujao, dominika mbili kabla ya, ya Pasaka. Parokia hii teuli ya Buganguzi inazaliwa kutoka parokia ya Rukindo. Itaundwa na vigango, kigango cha Buganguzi namba moja, kigango cha pili ni kigango cha Ilambika kijiji cha Buanga namba nne, kigango cha Kibale, kigango cha Nyakaziba kijiji cha Busingo. Hiki kimekatwa kutoka parokia ya Rutabo. Kitongoji cha Busingo kitakuwa kina mpaka wake utaishia unapopita mto Kyamarebe na kitongoji kingine kidogo ni kitongoji cha Karumio kutoka parokia ya Rubya. Napendekeza kuwa, eh, ku, eh, kuwa ele, napenda kuwaeleza mapadri wa kuwa watakaosimamia parokia i teule pamoja na waamini kufanya juhudi za makusudi ili kuweza kuanda eh, ili kuweza kuandalia vyema na kupandisha ardhi kuwa parokia kamili mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo tunawaomba waamini washirikiane na mapadre au watakaofika waweze kuwa kuandaa parokia hiyo na kuwa parokia teule. Alafu ninamteua Padre Josephat Niwagia paroko wa parokia Kamishango kusaidiana na Mheshimiwa Padre Yohanes Rweyemamu paroko wa parokia ya Rukindo kufanya matayarisho ya parokia hiyo teule na kuwaeleza mapadre watakaofika mambo muhimu ya parokia hiyo teule. Kuna tamaduni zetu, kwa hiyo ni vizuri hao wakawaeleza na kusaidia hasa kutayarisha vitabu mbalimbali vya ubatizo e. Kwa hiyo hao tunajua kwamba wanao makini mkubwa wa kuweza kuwaelekeza wakafanya shughuli hiyo. Nawatakia heri na baraka za Mwenyezi Mungu. Basi, imetolewa leo tarehe kumi na saba Machi 2025. Itawekwa kwenye faili. Wakati fulani inafikia e, watu wanaanza kugombania mipaka ya parokia. Lakini sasa mipaka ya parokia, tumefanya nini? Tumeitaja. Kwa hiyo, msije mkaanza kugombania mipaka ya parokia kwamba ilikuwa inapita hapa. Tumetangaza hiyo ndiyo mipaka ya parokia hiyo teule. Basi ninapomalizia hiyo kumpatia zawadi hiyo baba askofu eh, Desiderius Roma, kwa sababu kazi hiyo ndiye aliyeianzisha, na sasa karibu tunazikamilisha kazi alizozianzisha. Basi ninapenda tena kumkaribisha baba askofu Roma aweze kubariki eh, nyumba hii na kukata utepe. Basi watakao msaidia kubariki ataweza kutembea kule juu kwa haraka haraka. Tutaomba padri mmoja avae surprise, atamsaidia kubariki kwa maji, Baba Askofu, kwa heshima na taadhima n